wamesema wapo tayari kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Na wizara ya afya nchini Burundi imesema kuwa hadi sasa zaidi ya watu tisini wanaugua ugonjwa wa kipindupindu katika hospitali mbalimbali nchini humo. Habari kamili. Ngara, ukosefu wa vitambulisho vya taifa NIDA kwa baadhi ya wakazi wa kata ya Mbuba wilayani Ngara mkoani Kagera, ikiwemo wajasiriamali na wafanyabiashara umetajwa kuwa kikwazo cha kujikwamua kimaendeleo kwenye maeneo yao. Wakizungumza na Radio Kwizera kwenye kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, wakazi hao wamesema kuwa wamekuwa wakikosa huduma za kijamii ikiwemo kusumbuliwa kwenye vyombo vya usafiri, hali inayosababisha kuishi kwa wasiwasi wasi. akijibu maoni hayo ya wakazi hao bwana Doto Bahem amesema amepokea changamoto zao na kwamba akichaguliwa kuwa mbunge atahakikisha anashughulikia changamoto hizo mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikwisha kosa huduma katika sehemu fulani kwa sababu sikuwa na kitambulisho cha NIDA. Sasa yale maumivu ya kikosi ya kukosa ile huduma niliyoyapata ninayajua, nisingependa kuona maumivu yale anayapitia mtu mwingine wa kata hii ya Mbuba. Mimi nikiwa mbunge, nilikuwa naomba niwahidi, changamoto hii ya vitambulisho vya NIDA mimi kwa kushirikiana na diwani wenu pamoja na Chama cha Mapinduzi tutakwenda kuimaliza ndani ya muda mfupi na itabaki ni historia. Tutahakikisha kila mwananchi wa Mbuba mwenye sifa aende kupatiwa kitambulisho chake cha taifa ili shughuli nyingine ziweze kuendelea. Aidha, amewasisitiza wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya uchaguzi Oktoba 29, na kwamba kwa kufanya hivyo itawezesha kuwapata viongozi watakaotatua changamoto zao. Mwanza, mgombea ubunge wa jimbo la Ilemela mkoani Mwanza kupitia chama cha CCK b Christina Blasio ameahidi kushughulikia changamoto ya ajira kwa vijana endapo atapewa ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hilo. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliohudhuriwa na wakazi mbalimbali wa manispaa ya Ilemela, b Blasio amesema anatambua vijana wengi wana changamoto ya ukosefu wa ajira, hivyo moja ya vipaumbele vyake vikuu ni kuwawezesha vijana kupitia utoaji wa mikopo isiyo na riba aidha, Biblasio ameongeza kuwa ajira kwa vijana si tu suluhisho la kiuchumi bali pia ni njia ya kupunguza changamoto za kijamii kama uhalifu na matumizi ya dawa za kulevya. Amehimiza jamii kuwekeza kwa vijana, kwa kuwa wao ndiyo nguvu kazi ya taifa na msingi wa maendeleo ya baadaye. Geita. Baadhi ya vijana katika manispaa ya Geita mkoani Geita wamesema wapo tayari kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu ili kutimiza haki yao ya kikatiba ya kuchagua viongozi watakaosimamia maendeleo katika maeneo yao. Vijana hao wamesema hayo katika mdahalo ulioandaliwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Neliko mkoani Geita na kubeba ajenda muhimu ya uchaguzi. Aidha, wamesema wataendelea kujiepusha na kutumiwa na wanasiasa wenye lengo la kuvuruga amani nchini. Kwenda kupiga kura ni kuchagua kiongozi bora na si bora kiongozi, ambaye ana uwezo wa kusikiliza haja za wananchi wote na kuweza kutekeleza wajibu wake na kuleta maendeleo bora katika nchi yetu Tanzania. Wananchi wanavyoenda kupiga kura wanaonyesha heshima na misingi ya uhuru wao kwa kuchagua kiongozi wanayemtaka. Vijana tusikubali kutumiwa ovyo na wana siasa kwa kupoteza na kuleta vurugu kwenye nchi yetu ya Tanzania. Lengo la vijana ni kutumikia nchi yetu kwa uzalendo kwa nguvu zetu na jasho letu ili taifa liende mbele. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la Neliko Paulina Majogolo amewataka vijana kutumia haki yao kwa kupiga kura pasipokuwa na vurugu wala aina yoyote ya vitendo vya uvunjifu wa amani. Muleba Idara ya elimu ya msingi na sekondari wilaya ya Muleba mkoani Kagera imeombwa kuanzisha mpango maalum wa kushirikiana na viongozi wa kimila katika kufundisha wanafunzi juu ya historia ya wilaya yao juu ya mila na tamaduni za koo zao. Ombi hilo limetolewa na Chief Audax Rutahingwa Ruhinda wa sita, kiongozi wa kitamaduni wa eneo la Ihangiro, ambapo amesema kuwa mpango huo unalenga kuimarisha utambulisho wa kijamii na urithi wa kitamaduni. Amesema kuwa endapo wanafunzi wa shule za msingi na sekondari katika wilaya hiyo wakijua historia itakuwa njia sahihi ya kufahamu utamaduni wa koo zao, ambapo zitawasaidia kufuata maadili ambayo ni mema. Wito wangu ni niombe serikali kwa sababu kwenye mashule kwa, kuna vipindi vya dini katika sana au kiongozi wetu wa dini kufundisha dini Pasi, na shuleni, basi serikali nayo pia ingeliona ili kwamba upo muhimu esema machifu kutupa nafasi kabisa tuende hata shuleni, kuna kipindi maalum siku maalum e, tukasaidiana na wazazi wazazi wajibike wakiwa na nyumbani kwa na watoto, lakini sisi tuwajibike ambao kwa watoto shuleni. Baadhi ya wazazi na walezi wilayani Mreba wamesema kuwa vijana wa sasa wanaishi maisha ya kisasa bila maarifa ya msingi kuhusu tamaduni zao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Kinshasa, baraza la maskofu wa kitaifa wa Kongo Senko limelaani hukumi ya kifo iliyotolewa kwa rais wa zamani wa taifa hilo Joseph Kabila na mahakama kuu ya kijeshi ya Kinshasa. Taarifa hiyo iliyotolewa na katibu mkuu wa Senko Monsinyo Donacien Nshole jana Jumatatu imesainiwa na rais wa Senko Askofu Mkuu Fulgence Muteba. Maskofu hao wamedai kwamba mantiki ya kuadhibu ya hukumu ya kifo inashindwa kukuza amani na mshikamano wa kitaifa na kueleza imani hiyo kuwa haipatikani na maadili ya Injili. Aidha wanasisitiza mazungumzo jumuishi ili kushughulikia mizozo ya DRC wakisema, mazungumzo jumuishi yanasalia kuwa njia bora ya kushughulikia vyanzo vya migogoro hiyo na kurejesha umoja na amani. Kabila alihukumiwa kifo bila kuwepo mahakamani kwa uhalifu wa kivita na uhaini Septemba 30 mwaka huu. Bujumbura, Wizara ya Afya nchini Burundi imesema kuwa hadi sasa zaidi ya watu tisini wanaogua ugonjwa wa kipindupindu katika hospitali mbalimbali nchini humo huku zaidi ya watu elfu moja mia nne wakiripotiwa kupona tangu mlipuko wa ugonjwa huo uliporipotiwa mwezi Januari mwaka huu. Makamu waziri wa afya Dr Fiak Mutambaye amesema ongezeko la wagonjwa hao limetokana na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na wimbi la wakimbizi kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioasili kwa wingi nchini Burundi hivi karibuni. Ameeleza kuwa kwa sasa visa vya kipindupindu vinaendelea kuripotiwa katika kanda ya afya ya Chibitoke pamoja na jiji la Bujumbura na maeneo jirani kufuatia wingi wa watu katika maeneo hayo. Dkt. Muntabaye amewataka wakazi wa, wa maeneo yaliyoathirika kuchukua tahadhari kwa kuzingatia kanuni za usafi wa mazingira na afya ili kuepuka kuenea kwa maradhi hayo hatari yanayosababishwa na uchafu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhutasari wake. Ukosefu wa vitambulisho vya taifa, NIDA, kwa baadhi ya wakazi wa kata ya Mbuba wilayani Ngara mkoani Kagera umetajwa kuwa kikwazo cha kujikwamua kimaendeleo baadhi ya vijana katika manispaa ya Geita mkoa wa Geita wamesema wapo tayari kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Na wizara ya afya nchini Burundi imesema kuwa hadi sasa zaidi ya watu tisini wanaugua ugonjwa wa kipindupindu katika hospitali mbalimbali nchini humo. Waza wazua, msikilizaji, hekima ni mto usiokauka, ila wengi